Habari za asubuhi, ni Ayo TV katika uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo ya tarehe 21 mwezi wa pili 2017, na kukaribisha sana hapa upate kuzijua habari zote kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Ali Stupa, na habari kubwa kwa siku ya leo ambayo imetrendi karibia magazeti yote ya Tanzania katika kurasa zake za mbele ni kuhusu kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe na katika gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele limeandika Mbowe alivyokamatwa na polisi darajani Dar, afikishwa kituo kikuu saa moja na dakika 28 jioni, askari kumi waenda naye nyumbani kumpekua, lakini kesi yake dhidi ya Makonda siro ambura kunguruma mahakama kuu leo. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi inasema mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe jana alijikuta mikononi mwa polisi akiwa barabarani katika daraja la Mlalakuwa lililopo huko cheni na kufikishwa kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam jana jioni. Mbowe alifikishwa kituoni hapo baada ya kupewa saa 48 na kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Simon Siro awe amefika kituoni hapo ambazo mwishoni mwake ulikuwa jana. Kamanda Siro alitoa muda huo Jumamosi iliyopita akimtaka Mbowe afike kituoni hapo la sivyo atamsaka kwa namna ambayo jeshi hilo lingeona inafaa. Baada ya Mbowe kupelekwa polisi, ofisa habari wa Chadema Tumaini Makene alisema mwenyekiti huyo alikuwa kwenye gari akitoka nyumbani kwake Kawe ndipo alipokutana na la polisi na kutakiwa kusimama. Kiongozi huyo wa upinzani bungeni alikuwa na dereva na walinzi wake. Alitoka kwenye gari lake na kuingia katika gari la polisi na kupelekwa kituoni baada ya kuzuiwa katika daraja la Mlalakuwa. Wakili wa Mbowe, alifuatana naye kituoni hapo, Fredrick Kiwelo alikuwa alisema baada ya kutoka kituoni polisi walikwenda nyumbani kwa Mbowe kufanya upekuzi. Alisema polisi hao zaidi ya kumi hadi saa tatu na dakika kumi usiku alikuwa akiendelea na upekuzi nyumbani kwa Mbowe. Mbowe alitakiwa kufika kituoni hapo baada ya Februari nane kutajwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Po Makonda katika orodha ya watu sitini na tano waliotakiwa waende kuhojiwa juu ya dawa za kulevya. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mwananchi, lakini katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi kuna habari nyingine unasema, ziara arobaini za waziri mkuu zilivyotikisa nchi, na baadhi ya ziara hizo zimeorodheshwa hapa, kwani bandari Novemba elfu mbili na kumi na tano alibaini kuye kuyeyuka kwa makontena 349 bandarini yenye thamani ya shilingi bilioni 80. Disemba 2015 alibaini makontena 2431 yametolewa bila ushuru na Disemba 2015 aligundua makontena 2431 yametolewa bila kulipiwa ushuru. Pia kuna mikutano ya siasa ambapo Disemba 14, 2015 alitangaza mikutano shukrani ya wanasiasa itafanywa na wale waliochaguliwa, wengine watulie. Kuna kuna ziara ya Farujoni ambapo Disemba 7 2016 alituhumu management ya wafanyakazi wa NCAA na baraza la wafugaji NPC kwa kumuuza Farujoni kwa shilingi milioni 200 kwenye hoteli ya Grumeti iliyopo hifadhi ya Serengeti. Kuna Minjingu ambapo Februari 19 2017 alitembelea kiwanda cha Minjingu na kukuta mifuko ya kupakia mbolea hiyo ikiwa na anwani ya Kenya wakati malighafi inatoka Tanzania. Pia kuna mashamba ambapo Machi 6 2016 aliagiza kufutwa mara moja umiliki wa mashamba makubwa 11 yenye ukubwa wa ekari 7700 na nyingine. Ni viroba ambapo wiki iliyopita alipiga marufuku matumizi ya paketi za plastiki kufungashiwa pombe kali maarufu kwa jina la viroba kuanzia Machi mosi, na habari hii inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Mwananchi. Na tukiangalia kwa kifupi zaidi nasema, tofauti na lo mtangulia waziri mkuu wa serikali ya awamu ya tano, Kasim Majaliwa amekuwa akifanya ziara nyingi, lakini zinaonekana zinaonekana kuwa za kikazi zaidi kutokana na kuibua madudu na kuwasimamisha kazi baadhi ya utendaji wa, wa kwa utendaji mbovu. Tofauti na baadhi waliowahi kushika nafasi hiyo kufanya kazi ya kufungua mikutano na kuzindua miradi mbalimbali, Majaliwa ameonyesha tofauti katika utendaji wake, kwani katika ziara zake alizofanya ameibua madudu, kusikiliza kero za wananchi na kutoa maagizo ya utekelezaji. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tano wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine nasema watunza makaburi wauza maeneo ya kuzikia, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili nasema wahenga walisema kufa kufaana. Usemi huu unatumiwa kikamilifu na baadhi ya hudumu wa makaburi ambao, kwa uhaba maeneo ya maziko jijini Dar es Salaam, umekuwa fursa nzuri ya kujipatia kipato. Jana mwandishi wa gazeti la Mwananchi alitembelea maeneo mbalimbali ya makaburi na kubaini kuwa baadhi ya hudumu hao huuza hadi shilingi laki tatu kiwanja cha kaburi moja mmoja wahuduma hizo katika makaburi ya Buguruni Malapa, ambaye aliomba jina lake lihifadhiwe, alisema makaburi hayo yaliyo chini ya kanisa la Anglikana yamekuwa ikitumiwa kuzika wafu wa madhehebu tofauti kwa, kwa makubaliano wana wahudumu hao. Katika makaburi ya Sinza, mhudumu aliyekuwa zamu alisema makaburi ya Wakristo yameanza kuwa changamoto na ili wafiwa wapate eneo inabidi watoe fedha kwa ajili ya kushikiwa ya mhudumu huyo alisema makaburi hayo ya Sinza na karibu ya kujaa na wanasubiri bado kutoka halmashauri ya kufunga eneo hilo. Katika makaburi ya Kisutu mwandishi wa gazeti la Mwananchi alieleza kuwa kuna makaburi ya familia ambao marehemu wengine hawezi kuzikwa na mhudumu makaburi hayo Salim Njuma alisema bado kuna maeneo katika makaburi hayo, ila utaratibu huo wa kuhodhi maeneo unalifanya eneo hilo kuonekana kuwa limejaa. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Mwananchi. Tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema mawaziri wanne wa, watu wanne Chunya. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa saba kwa Marusha mgogoro uliondoa. Ni habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo zimeandikwa kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele. Kuna habari inasema vita ya unga ya Makonda, ambayo yatiwa mbaroni. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari inasema mbwa wakamata 20 dawa za kulevya. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti linasema watu 20 wamekamatwa kwa msaada wa mbwa wa polisi mkoani Singida katika wiki moja iliyopita wakitumiwa kujihusisha na dawa za kulevya. Watu hawa walikamatwa baada ya jeshi la polisi kuanza kutumia mbwa maalum ili kusaka watu wa wa madawa hayo kwenye mabasi yanayopita barabara kuu zinazoingia na kutoka mkoani Singida. Kamanda polis wa polisi wa mkoa wa Debora Magiligimba alisema njia hiyo imesaidia kukamata watumia wa ishirini ambao walikutwa na zaidi ya misokoto elfu saba ya bangi, unga na heron na mirungi. Alisema kwa zoezi hilo litakuwa endelevu ili kukabiliana na wauzaji na watumiaji wa madawa ya kulevya. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tano wa gazeti la Nipashe, inasema wavamia kupora dhahabu wafariki, na habari hii kwa undani zaidi inasema Watu wanne wamefariki dunia na idadi kama hiyo kujeruhiwa baada ya kufukiwa kwenye machimbo ya dhahabu eneo la Nanyuki wilaya Chunya mkoani Mbeya. Kamanda wa polisi mkoa Mbeya Dhahiri Kidavashari alisema ajali hiyo ilitokea jana asubuhi baada ya zaidi ya wananchi hamsini kuvamia shimo la dhahabu linalomilikiwa na Vincent Minja mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Kamanda Kidavashari alisema wananchi hao walivamia shimo hilo baada ya kupata taarifa kuwa linatoa dhahabu nyingi. Hata hivyo, alisema wananchi hao walianza kuchimba bila kuchukua tahadhari Hali iliyosababisha shimo hilo kuporomoka na kuwafukia watu 11. Kamanda Kidavashari aliwataja watu wanne waliofariki dunia ndani ya shimo hilo kuwa ni Andrew Po mwenye umri wa miaka 26, Mark Frederick mwenye umri wa miaka 22 na Isaac Mwanjare mwenye umri wa miaka 30 wakazi wa kijiji cha Itumbi na Hamisi Mailosi mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa kijiji cha Mapogoro. Aidha, aliwataja waliojeruhiwa katika tukio hilo kuwa ni Simon Majaliwa mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Itumbi, Mazoea Mahona mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mkoa Tabora, Beni Bahati umri mwenye miaka mwenye 23 mkazi wa kijiji cha Mapogoro na James Alina Suswe mwenye umri wa miaka 26 sh mkazi wa Tukuyu wilayani Rungwe. Alisema kilichosababisha shimo hilo kuporomoka ni wananchi hao kuchimba eneo hilo bila utaratibu na kwamba hawakuchukua tahadhari yoyote kutokana na hali ya mvua inaonyesha mara kwa mara. Habari hii unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tano wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa mwingine wa gazeti la Nipashe zinasema, Lisu waomba kuhamisha uwanja kesi ya Bulaya. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu, lakini pia kuna habari inasema, pingamizi la kuhamisha rufani Chadema, jeshi la magereza kuburuzwa kotini, lakini pia kuna habari inasema, simulizi mzungu wa unga alivyopekuliwa. Habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukimalizia na habari ya michezo mchezo kwa siku ya leo inasema Yanga ajificha kambi Kigamboni unaweza kuendelea kuzisoma habari hizi zote kwa undani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Nipashe. Gazeti la Majira kwa siku ya leo katika ukurasa kwa mbele kuna habari kubwa inasema Mbowe ya Tinga polisi kati da akabiliana na maujiano ya kikosi kazi maalum cha dawa za kulevya Lowassa akatisha mapumziko Monduli arejea Dar kwa dharura. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Lakini pia kuna habari nyingine inasema Matia toa kauli nzito hospitalini asema heri kifo kuliko maisha ya tabu. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira inasema ugonjwa unaomsumbua mwenyekiti wa NCCR Mageuzi James Mbatia umegusa hisia za watu wengi baada ya kuonekana kwenye mitandao ya kijamii akiwa hospitalini amelala kitandani akiwa hawezi kuinuka, huku akinukuliwa akisema heri kifo kuliko maisha ya mateso, akionekana akiwa ametembelewa na waziri mkuu mstaafu Edward Lowasa na katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad ati alieleza historia ya ugonjwa unaomsumbua kwamba aliumia akiwa mdogo, lakini alichokiona ni Huwa, kama hakupata matibabu vizuri kiasi cha kumsababishia mara kwa mara tatizo hilo kuendelea kujitokeza. Mbatia akionekana mwenye uso wa huzuni. Mbatia alisema suala la msingi sana kwa taifa kuimarisha sekta ya elimu, akisisitiza kwamba elimu inapoimarika mambo mengi yatakuwa sawa hapa nchini, kwamba hata sekta nyingine za kitaifa nazo zitaimarika ikiwa tu sekta ya elimu itaimarika. Kauli hiyo ilionekana kumsikitisha pia Maalim Sefu, japo alionekana kumpa moyo kama alivyofanya pia Lowassa huku Mbatia mwenyewe akiendelea kuongea kwa simanzi. Kama hiyo haitoshi, Mbatia alionekana kupenda kuongea kilichomo moyoni, na ndipo aliposisitiza kuwa heri pumziko la milele kuliko ugonjwa wa kudumu. Ilisikika sauti ya mtu aliyetaka kujua alikuwa anamaanisha nini. Hata hivyo, kikubwa alichokuwa akikizungumzia ni namna gani ambavyo anapata maumivu. Heri kifo kuliko maisha ya tabu, heri pumziko la milele kuliko ugonjwa wa kudumu, alisisitiza Mbatia, kauli lilosababisha baadhi ya watu waliona video hiyo kupitia mitandao ya kijamii kutokwa na machozi, huku wengine wakiwa na imani kuwa huenda hali yake ni mbaya zaidi, ndio maana ameongea maneno hayo mazito. Akizungumzia kuhusu ugonjwa wake, alisema aliumia akiwa mdogo, alipatiwa tiba, lakini anafikiri tiba haikuwa bora, ndio maana bado tatizo hilo la mguu limekuwa likijirudia kiasi cha kumsababishia mateso makubwa ambayo anakumbana nao sasa, kiasi cha kumsababishia kushindwa kuamka kitandani kutokana na athari za tatizo hilo hii ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Majira. Katika gazeti la Mtanzania Afrika, lakini kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele, kuna habari inasema, tuhuma dawa za kulevya, hatimaye Mboe polisi wa Mnasa baada ya kukaidi kujisalimisha kwa siku 13, apekuliwa nyumbani kwake. Na pia kuna Februari nane inaongeza kuwa Februari nane Makonda alitangaza majina 65 yaliyo watuhumu kujihusisha na dawa za kulevya akiwemo Mboe. Februari 10 Mboe akiwa mjini Dodoma aliiti mkutano na, na, na, na, na habari hiyo na kukana kuhusika kwa namna yote na zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la habari leo, kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele habari kubwa nasema Mboe mikononi mwa polisi, ni baada ya chenga za siku kadhaa, kesi yake dhidi ya Siro Makonda leo ni habari hiyo ambayo kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, lakini pia kuna habari inayosema viroba vyapoteza bilioni 600 serikalini. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili inasema, serikali imetangaza kutunga kanuni zitakazodhibiti uzalishaji wa vifungashio viroba vya pombe kali ambazo zitaweka masharti ya kutaka pombe kali inayozalishwa viwandani zifungashwe kwenye chupa zinazoweza kurejelezwa kure, zinazoweza kurejelezwa na kwa ujazo usiopungua miligramu 250 huku ikieleza inapoteza shilingi bilioni 600 kwa mwaka kutokana na ukwepaji kodi kwenye biashara ya pombe za viroba. Upigaji marufuku matumizi ya pombe zinazofungashwa katika vifungashio vya plastiki viroba unatokana na kauli ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyoitoa Februari 16 mwaka huu mkoani Manyara ya kutaka kusitisha utengenezaji uuzaji na matumizi ya pombe zinazofungashwa kwenye kwenye vifungashio hivyo ifikapo Machi mosi mwaka huu. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira January Makamba alisema kutokana na tamko hilo la waziri mkuu na tamko la serikali kuhusu dhamira hiyo lililotolewa bungeni Mei 2 2016 ofisi yake imeamua kutangaza utaratibu wa utekelezaji wa maamuzi hayo ya serikali. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira January Makamba alisema kutokana na tamko hilo la waziri mkuu na tamko la serikali kuhusu dhamira hiyo lililotolewa bungeni Mei 2 2016 ofisi yake imeamua kutangaza utaratibu wa utekelezaji wa maamuzi hayo ya serikali. Alisema atakayebainika kukiuka masharti ya kanuni hizo atawajibishwa ata kulipa faini, kufungwa jela au vyote kwa pamoja, kama itakavyoainishwa kwenye kanuni. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini pia kuna habari nyingine zinazosema waliofukuzwa Msumbiji wafikia elfu mbili mia nne moja afya afa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna habari inasema madiwani wa Meru wamefungiwa nje ya ukumbi wa mkutano na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Pia kuna habari ya michezo inasema serikali imetoa tahadhari kwa TFF kuhakikisha wanapanga maamuzi waamuzi wazuri wenye maadili ya kutosha. Ni habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo katika kurasa kwa mbele, habari kubwa naosema Makonda, Siro waitwa wa kotini, watakiwa kujieleza kuhusu utangazaji majina ukamataji. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili linasema hatua ya kutaja hadharani majina ya watu wanaodaiwa kutumia na kujihusisha na biashara dawa za kulevya imechukua sura mpya baada ya mahakama kuu nchini kuwaita mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro. Mwingine aliyetakiwa kufika mahakamani hapo leo ni mkuu wa upelelezi wa kanda hiyo Amlusi Wambura, huku taarifa zikibainisha kwamba viongozi hao wamepelekewa wito wa kufika mahakamani hapo kutokana na kesi ya kikatiba iliyofunguliwa dhidi yao na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboye. Kesi hiyo ya Mboye ni namba moja mwaka 2017 imepangwa kutajwa leo ambapo pamoja na mambo mengine anapinga mamlaka ya Makonda kumkamata na kumdha, na kudhalilisha watu. Katika kesi hiyo Mboye anaiomba mahakama itamke kuwa vifungu vya sheria ya tawala za mikoa vinavyowapa mamlaka wakuu wakuu wa mkoa na wakuu wa wilaya kwa kamata watu na kuwatia mbaroni viko kinyume cha katiba. Na jopo la majaji watatu itasikiliza kesi hiyo akiwemo Sekieti Kihio, mwenyekiti wa jopo, Jaji Lugano Mwandambo na Jaji Pelagia Kadai. Hata hivyo, taarifa zaidi zinaeleza kuwa mwito huo wa mahakama haukupokelewa na Makonda wala Wambura, ikielezwa hawakuwepo ofisini na wasaidizi wao walikataa kusaini ili kuzipokea, huku kama Ndasiro akidaiwa kukataa kupokea mwito huo. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Jambo Leo. Gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema, Mboya wa Makonda kotini, loa sarudi daku, kumuongezea nguvu. Ni ni habari hiyo hiyo ambayo imeandikwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne na wa tano wa gazeti la Tanzania Daima. Lakini pia waomba baraka za Congress kumpima akili Trump ni habari nyingine hiyo, katika ukurasa wa tano, gazeti hili la Tanzania Daima. Mchungaji Anglikana shushua kichapo ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu, lakini pia Masogange azidi kusota maabusu Maalim Sefu wa mtahadharisha Dr. Shani. Pia kuna habari ambao ya michezo unasema homa ya pambano la watani wa jadi. Kulevya yakumba serikali kukamatwa mafichoni ya baa Kusikiliza habari nyingine inasema, Mbatia ajiuzuru. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne lakini pia Makamba asema viroba hatari kuliko unga. Ni habari hiyo pia ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nne gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine zinasema, Ndugai yafanye mabadiliko kamati za kudumu za bunge. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa pili lakini pia katika ukurasa tatu kuna habari nasema, sitini na sita mbaroni kwa dawa za kulevya. Pia UVCCM watoa taarifa wa dawa za kulevya walindwe. Na kuna habari ya michezo inayosema Ngoma Busungu waitesa Yanga. Ni habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Uhuru. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Uwazi pamoja na gazeti la Filamu, ambapo gazeti la Uwazi kama mnavyoliona, katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi, na habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa hili la Uwazi. Gazeti la Filamu, vile vile, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema: pambano la watani watatu, Yanga chini ya ulinzi, wakicheza chini ya kiwango, hasira zote za Wanajangwani kuishia kwao, wachezaji waapa kuziba midomo waliopanga kuimbia nyimbo za kebei. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Bingwa. Simba Sport Club wamelishwa nini Kate ana kwa ana na Jay-Z Beyonce akaunti. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Bingwa. Katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa kuna habari zinazosema mkwara Sampaoli aichimbia mkwara mkwarareipan ya kuizamisha ligi ya mabingwa Ulaya. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa 23, lakini pia kuna habari inayosema Man United balaa yaweka record pauni milioni 192 benchi. Ukiangalia habari nyingine zinasema Ancelotti ye amemkuta, pia Hamilton bado hajamwamini. Yes, ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa. Gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Ngoma waachia manyoya Yanga. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti. Lakini pia Bokungu na Shabalala kualaza Yanga mapema, ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwanaspoti. Achezeshe Saasi au Mkongo ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti, lakini pia kuna habari za kimataifa zinazosema ghafla tu Messi katua City. Ni habari hii ambayo inaendelea katika ukurasa 18, Man United mpya ni noma sana. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la mwanaspoti kuna habari kubwa inosema benchi gali, ambapo wameorozeshwa hapa kwa wa kwanza ni Pogba euro milioni 89, wa pili ni Bell euro milioni 30, wa tatu ni Shaw milioni 30, lakini wa nne Henderson ni, ni, ni free watanoslatan, free wa sita Mata euro milioni 37. Lakini pia kuna shows stega euro milioni 6.5. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Mwanaspoti. Na kwa siku ya leo kutoka hapa AyoTV tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti, lakini unaweza kuendelea kupata habari zetu kwa undani zaidi kwa kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina langu naitwa Ali Stupa.